Nimepewa maelekezo niwatambulishe kwa makundi yao. Wachezaji hawa wanaongozwa kwanza wa, kuna, kuna magolikipa tunaye zuberi foba, Hussein masalanga, yakub suleiman, lakini tuna wamabeki wa kulia shomari kapombe, haji mnoga na rusajo mwaikenda halikadhalika na, naomba sasa mkae ili wale naowataja ndio mnasimama. Haya, makipa simameni. Ehe, makipa ndio hao. hawa makipa aa, mheshimiwa rais, walisababisha ile miamba ya soka Afrika, Nigeria, Tunisia na Morocco wakakasirika kabisa na wakawa wanatolewa uwanjani, kwa sababu kila wakipiga shuti wameridaka, wame <laughs> Lakini mabeki akina shomari kapombe, hawa ajib noga na lusajo, hawa ndio walizuia kabisa mashambulizi makali yaliokuwa yanatoka kwa washambulizi wakubwa wenye profile kubwa za kimataifa. Lakini pia tuna mabeki wa kushoto Mohamed hussein shabalala Pascal Msindo na Clement Kibabage, eh, Kibabage kafupi lakini kanazuia warefu. Tunaomabeki wakati Bakari Nondo Mwamnyeto, ndio huyo, kushoto kwako Mheshimiwa Rais, Dickson Job na Ibrahim Abdullah Bacca. Bakari Nondo na Dickson Job walisababisha wale washambuliaji El Kaabi pamoja na Brahim mpaka wakakaribia kufanyiwa sabu sababu walikabwa wale mpaka wakakasirika. <coughs> Kasema sasa wanakokwenda watarusha ngumu, lakini Ibrahimu Hamadi Bacca, simama. Ibrahimu Hamadi huyu ha, ni, ni serjenti wa, wa KMKM huyu. Kamkaba UCM yule anayecheza kule, nanishinda hili jina Galatasaray, yule bwana al, al, alikasirika akatolewa <coughs> akashindwa kufunga na Bacca. Amekuwa maarufu dunia nzima wakati wanatengeneza kikosi kinachoweza kuwa kikosi cha AFCON kama itatokea tunacheza na mabara mengine. Bacca na namba, Mheshimiwa Rais. Wengine ni Wilson Edwin Magu, Nagu, lakini tunao wakabaji Novatus uh, Dismas Miroshi, uh, Alphonse Mabula, Kevin Nashon, Haribu Habibu na Yusufu Ali Kagoma tunao washambuliaji Faisal Salum Feitoto, uh, Morris Abraham Talin Halakia anaitwa anaitwa mzungu wa Kariakoo, sijui kaja <laughs> lakini tunaye Idi Nado. Lakini pia wapo washambuliaji Mbwana Samatta, bahati mbaya amewahi majukumu, lakini wapo Kelvin John, Selemani Mwalimu, Kibu Denis naye pia uh, hakufanikiwa ha ha ha ha ha kuja leo na Simon Msuva ambaye alifanikiwa kutoa uh, tuzo ya mchezaji bora MVP ambayo iko mbele yako Mheshimiwa Rais. Msuva simama, Mheshimiwa Rais akuone, huyo hapo. Kifupi lakini kinafunga hicho <laughs> na Mheshimiwa Rais, kiongozi wa msafara wa timu hii ya Taifa Stars kwa upande wa timu alikuwa ni Rais wa ZFF Dr. Suleiman Jabel tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais, ni wewe radhi kwa kutumia muda mrefu, tunakushukuru sana. Lakini hao ndio mashujaa wetu na wengine wengi ambao wamefanya vizuri katika kipindi chetu. Taarifa ya Mheshimiwa waziri itakuwa na mengi, lakini unao wachezaji wengi, Mheshimiwa Rais, wanafanya vizuri, wanaitangaza vyema sana Tanzania, lakini ni kwa sababu umetengeneza mazingira mazuri ya michezo. Asante sana mheshimiwa.